Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu in alhamda lillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina wasayiati a'malina waba'di, ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na salamu zimfikie mwalimu wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni fursa tena kukumbushana katika masuala ya dini yetu na kukumbushana ofa miongoni mwa ofa za Allah subhanahu wataala, innahu yaumu Arafa, nayo si nyingine, bali ni siku ya Arafa. Arafa, Arafa, kwa nini hasa Arafa? Arafa, kama inavyofahamika, ni moja katika siku zilizokuwa bora kabisa duniani kama vile yalivyo masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Ni masiku yaliyokuwa bora sana kwa ushahidi wa maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini ikiwemo ndani yake yaumu Arafa. Siku hii ni siku iliyokuwa bora kuliko siku zingine zozote zile unazozifahamu katika masiku ya ulimwenguni. Na ulama wakasema, wanaifananisha ni kama vile ilivyo Lailatul Qadr, ama usiku wa Lailatul Qadr e, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo hivyo katika mwezi wa Dhulhijja, masiku kumi haya, siku ya Arafa ni siku ambayo ina miza, ina upekee wake kwa kufadhilishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dakika chache hizi tukumbushane kuhusiana na fadhailu wa a'mal e, fadhila pa, pa, pamoja na matendo bora ya kufanya ndani ya siku hii. Kwanza tutambue kwamba, ndugu zangu katika imani, inna hul yawm alladhi akmala llahu bihi din, ndani ya siku wa, ya Arafa ndio siku haswa ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala akaikamilisha dini ya Uislamu, dini ambayo hatukubali Allah subhanahu wa Ta'ala dini nyingine isiyokuwa dini hiyo ya Uislamu waatama bihi ni'ma. Lakini pia ndani ya siku hiyo ndio siku waswa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katimiliza neema zake. Qala ta'ala akasema, Allah subhanahu wa ta'ala, alyawma akmaltu lakum dinakum, hivileo nimetimiliza juu yenu dini yenu. waatmamtu alaykum ni'mati, Allah anasema hivileo nimekamilisha juu yenu dini yenu. waatmamtu alaykum ni'mati, lakini pia nimetimiza juu yenu neema zangu. waraditu lakum alislama dina na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa uislamu ndio dini ambayo haswa Allah subhana wa Ta'ala anatakiwa kuabudiwa kwa kupitia dini hiyo. Qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn Khattab siku moja moja katika Mayahudi alipata kumwambia e, hakika katika dini yenu ama katika kitabu chenu kuna aya lau aya hiyo ingelishuka kwetu sisi kongamano la Mayahudi, basi tungeijalia kwamba siku siku hiyo ni ya Eid. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akajibu kwa kusema Arafna dhalika liyaum, siku hiyo sisi tunaitambua. Wal makanu ladhi nazalat fihi, lakini pia hata siku ambayo aya hiyo ilipata kushuka ndani yake al ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa qaimun biarafa yaum al jumaa, mtume sallallahu alayhi wasallam, aya hii ilishuka ndani ya siku ya Jumaa katika kipindi cha laasiri, na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa. Ndugu yangu katika imani, siku hii ya arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala yutiqu fihi minan nari man shaa min ibadi, ni siku ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala huwakomboa na kuwacha huru katika waja wake awatakao, wayubahi bihi malaika, lakini pia hujikuza na kujitapa Allah subhanahu wa Ta'ala kwa malaika wake, ni siku ambayo hutakiwi kuichezea wala kuipoteza hivi hivi, ndugu yangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma min yaumin, hakuna katika siku akthara min anyutiqa Allahu fihi abdan, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huachilia kwa wingi sana waja wake mina nari, kutokana na moto wa jahannama min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa, kuonyesha kwamba ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huachilia kwa wingi sana waja wake, wa innahu layadnu na hakika yake yeye Allah subhanahu wataala hushuka na huwa karibu, thumma yubahi bihim lmalaika, kisha hujikuza kwa malaika, fayakulu, akawa ni mwenye kusema subhanahu wataala madha, ma arada haula, ni kipi ambacho wanakitaka waja wangu hawa ambao wamesimama katika viwanja vya Arafa, wakiwa ni wenye kumwomba Allah subhanahu wataala maghfirah. Lakini pia tambua, ndugu yangu, katika imani kwamba siku hii ya arafa katika ubora wake na fadhila zake, madhannatu ijabati dua, ni sehemu aswa ambayo dua hujibiwa kwa mahujaji, lakini pia kwa umumu almuslimina, kwa Islamu wote kwa pamoja. Na haya tunayapata kupitia maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, khairu duai duau yaumi arafa, bora ya dua ni dua ambayo huombwa ndani ya siku ya Arafa. Lakini pia annahu liyaumu lmashhud alladhi aksam Allah fi ni ile siku iliyoshuhudiwa au siku ya kushuhudiwa, ambaye Allah subhanahu wa taala kaya pia ndani yake. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, al yawmul mawud, siku iliyoahidiwa. Yaumul qiyama, ni siku ya kiyama. Wal yawmul mashhud, na siku iliyoshuhudiwa. Yaumu arafa, ni ile siku ya arafa. Washahidu na siku au ya ambayo imeitwa kama ashahid yawmul juma ni siku ya Ijumaa. Ndugu yangu, katika imani annahu yawmul ahad wal mithaq, tambua kwamba siku hiyo ya arafa ni siku ya arifa, ya ahadina, ya maganu, akhava, ahadi na ni siku ya maagano alladhi akhadhahu an dhurriyati Adama, ahadi ambayo kaichukua Allah Subhana wa ta'ala katika kizazi cha Adam washahidu ala anfusihim kisha wakashuhudia katika nafsi zao bi anna allaha ilahahum wa khaliqahum, ya kwamba Allah subhanahu wataala yeye ndiye muumba wao na Allah subhanahu wataala yeye ndiye mwenye kuabudiwa na wala si mwingine ibada. Anatakiwa aabudiwa Allah subhanahu wataala pekee yake na kutokumshirikisha na lolote rawa ibnu Abbas radiyallahu Uh, rawa, rawa bnu Abbas radiyallahu anhuma an nabii sallallahu alayhi wa sallam. Kapokea ibn Abbas radiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wasalam, qal amesema, akhadha llahu lmithaqa min dhahari Adam, kwamba Allah subhanahu wa taala Kachukua ahadi na mithaq kutoka katika mgongo wa Adam ndani ya siku ya Arafa. Ndugu <tipa> yangu katika imani, annahu yawmul witr alladhi aqsama Allah bi, siku hiyo ni yawmul witr ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kaiapia. Qala ibn Abbas ash-shafi yawmul adha, ile ash-shafu as iliyokusudiwa kwamba ni ile siku ya kuchinja, wal witr yawma arafa, na siku ya witr haisabiki ni nyingine, bali ni siku ya arafa. Wa huwa qawlu ikrima wa dhahak, na hii ni kauli aliyokwenda nayo ikrima, lakini pia ad-dhahak. Ndugu katika imani, alamalu almashrua almashruatu al fihi, matendo ambayo ni ya kisheria na ambayo unatakiwa wewe kama mja wa uji Allah subhanahu wataala ujikurubishe kwayo kwa Allah subhanahu wataala, ujitume kisawasawa kwa Allah subhanahu wataala. Saumu hadha lyaum, ni wewe kuifunga siku hii. Usikose ndugu yangu katika imani, kuikosa siku hii utakuwa umejinyima khairi nyingi nyingi mno mbele ya Allah subhanahu wataala Ofa ya kusamehewa dhambi za miaka miwili. Unataka nini mbele ya Allah subhanahu wataala? Sisi ni wakosa, tunahitajia maghfira na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tujitume walau kwa kuhakikisha ndani ya siku hii tunaingia na ilhali ya kwamba tuko na ibada hiyo ya somo, miongoni mwa amali ambazo unatakiwa ujikurubisha nazo kwa Allah subhana wa ta'ala katika masiku haya au katika siku hii so haswa ya arafa ni saumu hadha leo. Hakikisha kwamba unafunga, fa innahu yukaffiru dhunuba sanatayn. Funga yako hii utakayefunga lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ikhlas, basi tambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe dhambi za miaka miwili. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala llahi an yukafira sanata alati qablahu wa sanata alati badah, funga ya siku arafa na taraji kutoka kwa Allah subhanahu wa taala kusamehe dhambi za mwaka uliopita, kadhalika za mwaka ujayo. Miongoni mwa matendo ambayo unatakiwa ujiku, ujikurubishe nayo sana kwa Allah subhanahu wa taala ndani ya siku hii kathratu dhikri waaduaa ni wewe kukithirisha dhikiri kumtaja Allah subhanahu wa Ta'ala. Mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana kithirisha, fanya ikthari katika kumdhukuru Allah subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kithirisha sana dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala li hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aliposema, khairu du'a du'a duau yaume arafa, bora ya dua ambayo mja wa Allah subhana wataala ameiomba, basi ni ile duaa ya siku ya Arafa, duaa ambayo unajikurubisha kwa Allah subhana wa taala unamlilia Allah unamwaga machozi kutafuta maghfira ya Allah subhanahu wataala. Kisha mtume akasema, wa khairu ma qultu ana wannabiyun, na bora ya maneno niliyoyasema mimi ama niliyoyatamka mimi pamoja na manabii walionitangulia min qabli, manabii walionitangulia mimi kabla yangu mimi la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir. Haya ni maneno mazito sana mbele ya Allah subhanahu wataala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bora ya maneno niliyoyatamka mimi, kadhalika walioyatamka manabii waliokuwa kabla yangu mimi, yaani kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni wewe kukudhirisha kusema la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wahuwa ala kuli shayin qadir. Haya ni maneno ambayo anatakiwa usikose tangu kuchomoza kwa jua la siku ya leo yaani, siku ya kuingia aa, siku ya Arafa, na tayari tumeshaingia siku hii ambayo inahesabika ndio siku ya Arafa. Uh, wenzetu wakiwa katika visimamo vya siku ya Arafa, sisi tunatakiwa tukithirishe. Mahujaji wanakithirisha kusema maneno hayo, lakini pia sisi tunatakiwa kukithirisha kusema maneno haya, kwani ndio maneno ambayo alikithirisha sana Mtume swalla salama. Katika adhkar ni wewe kusema la ilaha illa llah, kinywa chako kisikauke kutamka maneno haya ndani ya siku hii ya Arafa. Kithirisha kusema la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah. Lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Nini maana ya maneno haya? Maana yake unaposema la ilaha illa Allah hakuna apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la ilaha illa Allah hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah, na ilhali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana hanamshirika lahu lmulku wa lahu lhamdu, ni wakeee ufalme Allah subhanahu wataala na himdi ni zakee Allah subhanahu wataala. Wa huwa ala kuli shayin qadir, na yeye Allah subhanahu wataala juu ya kila kitu ni mueza Allah subhanahu wataala. Kithirisha ndugu yangu katika imani, kuyatamka maneno haya katika adhkari ambazo unatakiwa kukithirisha ndani ya siku hii, ni kuyatamka maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kuli shayin qadir. Ndugu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kukithirisha kadhalika ndani ya siku hii ni atakbir, ni wewe kupiga takbira, yabdau takbir almuqayad biadbari salawati lmaktuba min fajri yaumi Arafa. Takbira hizi zin, zin ambazo zinatakiwa uanze na zinatakikana kwamba ziwe ni baada ya aswalawatu almafuruba au almaktubati min fajri yaumi arafa, katika ile alfajiri ya siku ya arafa, li ghairi lhaji. Lakini hii ni kwa wale ambao si mahujaji, hii ni kwa wale ambao watakuwa wao si katika mahujaji. Ndugu yangu katika imani, ni mambo ambayo unatakiwa ukithirisha sana. Kithirisha baada ya dhuhuri, kaa tenga muda wako vizuri, baada ya kuwa umeshughulika na mambo yako ya hili na lile basi baada ya dhuhuri na kuendelea, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ukikosa kuanzia dhuhuri na kuendelea, basi baada ya salatu al-asr, tenga muda wako, ikiwa ni msikitini katika muswala wako, kithirisha kusoma Qurani, kithirisha kufanya adhkari mbalimbali mbali, kithirisha kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni muda mchache lakini unapata ofa ya kusamehewa dhambi za miaka miwili. Kithirisha muda huo baada ya alasiri mpaka kuzama kwa jua, hakika wallahi ni muda mfupi, lakini ikiwa utajituma kisawa sawa kwa Allah subhana wa ta'ala, kukimbilia khairi, basi masaa yale yatapita, na ile hali ya kuwa wewe umeshasamehewa dhambi zako na Allah subhana wa ta'ala. Pangilia ya siku yako kuanzia panapopambazuka asubuhi, ujue nitafanya hili lile lile, lakini kumbuka kumtaja Allah subhana wa ta'ala kwa wingi kithirisha kusoma Qur'ani, kithirisha kufanya adhkari mbalimbali mbali. Kufanya hivi itakuwa ni sababu yawe kusamehewa dhambi zako na Allah subhana wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, masiku haya isikupite, haswa siku hii ya Arafa isikupite kimchezo mchezo. Kwa haya machache niseme, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.